Karibu ungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Mimi ninaitwa Dr. Chris Mauki na hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki, ambayo inakujia kila siku asubuhi. Kuna jambo natamani ni kusaidie ambalo litabadilisha maisha yako kama ukilielewa jambo hili. Ni utayari wa kubadilika au flexibility. Utayari wa kudeal na mabadiliko katika maisha. Watu wengi sana wamepata changamoto za kiafya, changamoto za afya ya akili na hata afya ya hisia zao, kwa sababu hawakuwa tayari kubadilika pale mabadiliko yalipokuwa yanakuja katika maisha yao. Hata hue umenyooka vipi, huo una mipango iliyonyooka kiasi gani, You plan you arrange you have vision you have goals, lakini naomba nikuhakikishie, katika maisha kuna nyakati mambo yanabadilika, kuna nyakati mipango haiendi kama ulivyopanga, kuna nyakati vitu havinyooki kama ulivyonyooka. Kuna wakati hali ya hewa, mipango, vitu vinabadilika, sera za nchi zinabadilika, Siku zinabadilika. Ulipanga uende sehemu, mvua kubwa inanyesha, uwezi kwenda. Ulipanga ufanye kitu fulani, afya ya ndugu yako wa karibu inatetereka, na unalazimika kufocus kule cool. Ulipanga kufanya kitu fulani, afya yako inaleta shida. Kwa hiyo unalazimika kupindisha baadhi ya vitu ulivyopanga mwenyewe, ili uendane na yale mabadiliko. Hata uwe umenyoka kiasi gani, somehow somehow, mabadiliko yatakuja. Sasa ili haya mabadiliko yasikuumize na yakabadilisha afya yako ya akili na kufanya ushindwe kabisa kuendelea na mambo yako yatakayokufanikisha kwenye maisha, ni vizuri ndani yako ujitengenezee flexibility, utayari wa kuendana na mabadiliko, utayari wa kuendana na changes zinazotokea kwenye maisha. Hapa sikwambii upingane na mabadiliko, hutoweza, yatakumaliza. Mabadiliko ni kama mawimbi makubwa ya maji na kuambia tengeneza flexibility uwezo wa kuyakubali mabadiliko na kuendana na hivi yale mabadiliko yalivyokuja, ili uweze kuwa na stamina ya kuendelea na maisha yako. Kwa nini nakuambia hivi? Kwa sababu inarudia hata huwe umenyooka vipi, unapanga vipi mambo yako, yako smart kiasi gani, kuna vitu kwenye maisha vitabadilika. Sasa vikibadilika, havitakiwi vikumalize, vinatakiwa vikujenge.